Uya mtu wa Mungu, ninaongea na Bashando naye jita nabii Bashando A. Nimejaribu kusikiliza katika mahojiano yako uliokuwa unahojiana na Max Media, unasema eti utamtumia Mbarikiwa eti unaweza ukamtumia Mbarikiwa kitu kizito, kitu kizito. Hicho kitu kizito ndo kitu gani hicho? Kitu kizito, sikia wewe usitufanye kwamba sisi ni watoto wadogo, kwamba hatuelewi njama na nia mlionayo. Njama na nia mlionayo ni ili kumpoteza Mbarikiwa au kumuua kabisa. Kwa hiyo sikiliza, hicho kitu kizito hicho hicho kitu kizito, jaribu ufanye chochote, cho kitu kizito kitakugarimu. Mimi nakwambia kitakugarimu. Haiwezekani mtu mnawadharau mna, mna, mna, mna Watanzania, kwa kuambia kwamba eti mtu anayefanya biashara za, za za uduvi na karanga eti ni mchawi hivi Mbona mnawafanya Watanzania kama hawana akili wakati wana akili timamu hmm? Hii Tanzania haiwezi kuwa wote matajiri, lazima uwepo wenye hali ya chini na wenye uwezo wa juu, kwa sababu wanaosababisha na kuwa na maisha kama hayo ni nyewe wenyewe. Mnaowatabiria watu uongo, mnawadanganya uongo, munawa... mtafanikiwa, mtafanikiwa. Halafu vile, vile, vile vya kwao walivyonavyo nyewe mnachukua, mnaenda kula alafu nyinyi mnawaacha maskini, alafu mnasimama kwenye majukwaa mnaanza, mnaanza kusema mnaanza kusema eti e, unayefanya biashara za uduvi, unayefanya biashara za karanga, wewe ni mchawi. Harafu mkikosolewa, wewe usitutishe. Nasema usitutishe, tunakwambia juu ya ubaya na njama mlizonazo. Haiwezekani mtu mnafanya ubaya mnafanya mabaya halafu mkikosolewa eti mnatishia Eti, eti, haiwezekani mtu maboya ni mtu mkubwa sana. Maboya ni mtu mkubwa sana. Ni mtu mkubwa kwako. Sio kwetu. Kwa sababu mtu anaheshimiwa kulingana na vile anavyokuwa anavifanya. Ukifanya kitu kizuri utaheshimiwa kwa sababu anafanya kitu kizuri. Hilo ukifanya kitu kibaya lazima kikemewe na uambiwe juu ya kibaya kwa sababu mimi nasema mpumbavu mjibu sawa sawa na upumbavu wake aliofanya. Kwa sababu anajibiwa kulingana na ujinga na upumbavu aliofanya kwa sababu angefanya kitu kilichochema. Angefanya kitu kilicho kizuri, maana yake angesifiwa katika hicho. Kwa hiyo maana yake tusifie kuambia Watanzania wana yaani, tumsifie kwa sababu amewambia Watanzania wanauza ubuyu na, na, na, na, na uduvi kwamba eti ni, ni, ni wachawi. Hapana, hapana, hapana. Mpumbavu mjibu sawasawa na upumbavu wake. Ila tu mimi nachokwambia, Nabii Bashando, unayejiita Nabii Bashando Eh, unasema unaweza ukamtumia Mbarikiwa kitu kizito. Kitu kizito ndo kitu gani hicho? Kitu kizito ni njama tu, tunajua hila na njama mlizo nazo eh, njama na njia mlizo nazo za kutaka mpoteze mzee wetu. Na si nawaambie kwamba jaribu usijaribu, na nakutangazia usijaribu kufanya kitu kibaya juu ya mtumishi wa Mungu Mbarikiwa. Mi niseme, huu ni ujumbe na ni onyo tunakupa, nabii Bashando. Amen.